Nanyi mtaifahamu kweli na hiyo kweli itawaweka huru. Neno la ushindi, ukweli unapatikana. Bwana Yesu asifiwe mtoto wa Mungu, ni matumaini yangu, ni mzima wa afya. Binafsi ninamshukuru Mungu sana kwa kunipa nafasi tena kukutana na wewe kupitia madhabahu hii ya neno la ushindi katika kipindi chetu kizuri cha Karakana. Karakana ni kipindi ambacho kinakujia kila siku ya Jumatatu kwa sisi ambao tuko Afrika Mashariki. Na ni kipindi ambacho tunakuwa na neno fupi kwa ajili ya kuingia kwenye maombi. Unapozungumza Karakana unazungumza habari ya matengenezo. Ni mahali ambapo vitu ambavyo vimeharibika vinapelekwa ili vitengenezwe. Kwa lugha maarufu japo ni ya kigeni inaitwa garage. Kwa niko hapa, Mungu amenipa nafasi ya kuzungumza machache na wewe, na baada ya hapo nitakuwa na maombi kwa ajili ya mahitaji mbalimbali ambayo ninasikia kuomba, lakini we unayeungana nami unaweza ukalitaja nawe hitaji lako tutakapokuwa kwenye maombi pamoja. Sasa kabla hatujaendelea, niombe tuwanze kwanza kwa kufungua kwa maombi, alafu nitakuwa na neno fupi baadaye, ya mengine yataendelea. Funika macho yako, tuombe. Bwana Yesu, ninakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu mwema, tena Mungu mwaminifu, unayetupenda, unayetuwazia mema. Kama tupo leo, kama tumefika wakati huu, ni wewe umeamua tufike. Maandiko yanasema unamrudisha mavumbini yeyote umtakaye. Kumbe kama tuko hai ni kwa sababu haujaamua kuturudisha mavumbini, sio kwa sababu sisi ni wazuri, tumetenda mema sana kuliko wengine, la hasha, ila tunatambua ni neema yako. Ndiyo maana kwanza tunakushukuru. Pokea sifa na shukurani kutoka ndani ya vilindi vya mioyo yetu. Lakini baada ya kukushukuru, tunatamani utembee nasi katika hii ibada. Ndiyo maana tumekuja mbele zako tukiomba uwepo wako Bwana utufunike, kuanzia hapa nilipo mpaka mahali popote alipo mtoto wako, acha neema yako ikawe juu yake yale nitakayo yazungumza mahali hapa yasitoke kwangu bali yatoke kwako na yakamfikie kila mmoja mmoja, vile ulivyokusudia. Ninakaa kinyume na mamlaka zote za adui katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, hai hazina fungu wala sehemu. Tamalaki kila eneo, fungua masikio ya ndani ya watoto wako, wapokee kilicho bora, na zaidi ya yote Bwana uwahudumie kila mmoja mmoja, sawasawa sawa na mapenzi yako. Asante kwa sababu ninaamini hii ni ibada na wewe uko katikati yetu, kwa sababu umesema wanapokusanyika wawili au wa tatu kwa jina lako uko katikati yao ili uwahudumie. Hivyo ninaamini uko katikati yetu, na kwa sababu uko katikati yetu tunakwenda kupokea sawasawa sawa na vile ambavyo umekusudia, maana uwepo wako ndio ujasiri wetu. Asante kwa haya machache, nikiamini umeanza nasi na utahitimisha nasi, kwa Yesu Kristo uliye Bwana mkombozi wa maisha yetu. Nimeomba na kuamini amen. Mungu akubariki sana mtoto wa Mungu. Asante kwa kuungana nami kwenye ibada ya leo. Ninaamini kabisa Mungu aliye mwaminifu ana jambo ambalo anakwenda kulitenda kwako katika ibada hii hapa ya leo. Na yeye aliye mwaminifu amekusudia kukuhamisha kutoka mahali pamoja kwenda mahali pengine. Najua nazungumza na mtu ambaye unapita kwenye changamoto. Inawezekana siijui vizuri changamoto unayopitia, lakini wewe binafsi unajua kuna mahali umekwama na hauoni ni kwa jinsi gani utavuka. Nataka nikutie moyo ya kwamba Mungu aliyekuacha uendelee kuwa hai bado ana kusudi jema na maisha yako, na yeye ndiye anayejua wapi anakupeleka. Ndiyo maana mwandishi wa Zaburi anasema nitayainua, macho yangu ni utazame mlima msaada wangu utatoka wapi? Alafu anajipa jibu, anasema msaada wangu katika Bwana, yeye aliyeziumba mbingu na nchi. Maandiko pale chini anasema halali wala hasinzii. Ngoja nikwambie, mtoto wa Mungu, msaada wako hauko mahali pengine, msaada wako uko katika Bwana. inawezekana una elimu nzuri, lakini wenyewe unajua, pamoja na elimu yako umehangaika sana kutafuta kazi na bado huipati. Inawezekana wewe ni binti mrembo sana, watu wakikutazama wanakupigia makofi, lakini mume kwako imekuwa ni kikwazo kikubwa, hupati. Na wengine mmepata waume mnanyanyasika kweli kweli. Nimekuja nikwambie, popote unapopitia pana ugumu wa aina gani, bado Mungu ana kusudi jema na wewe. Sikiliza nikwambie, usilie na kukata tamaa kwa hicho unachopitia, endelea kumwamini Mungu. Kitabu cha Ayubu ile sura ya kumi na nne na mstari wa saba anasema hivi: kwani yako matumaini ya mti ya kuwa ukikatwa utachipuka tena, wala machipukizi yake hayatakoma. Ijapokuwa mizizi yake huchakaa mchangani na shina lake kufa katika udongo, lakini kwa harufu ya maji utachipuka na kutoa matawi kama mche. Umeyasikia hayo maneno? Maana yake kwa lugha nyepesi ni kwamba mti wowote ili uweze kukua na uweze kustawi na kutoa kinachostahili, ni lazima kuwepo na maji ambayo yanafanya mizizi inyanyuke tena, hata kama kwenye mchanga ilikuwa imechakaa. Wapendwa, sikiliza nikwambie Mungu wetu ni maji. Ndiyo maana Yesu anasema, mimi ndimi maji ya uzima, ukininywa mimi hautaona kiu tena. Kwa hiyo maji ni kitu muhimu sana kwa mti ili uchipuke. Mti unapokosa maji utakufa hata kama ungekuwa bora kiasi gani, lakini maji yanapokosekana kwenye mti, mti utakufa. Ndiyo maana wakati wa kiangazi miti mingi inapukutisha majani, maana haipati maji yanayofanya majani yachanue kwenye matawi, lakini mvua inaponyesha miti ile ile iliyopukutisha majani inachanua tena upya, ayayayaya, inachanua tena upya na inaleta matunda. Nisikilize nikwambie, Yesu ni maji ya uzima. Hata kama kuna vitu vinakufa kwenye maisha yako, ni kama mti ambao mizizi yake imechakaa rizini, lakini kwa jina la Yesu unaweza kunyanyuka tena kwa jina la Yesu, mambo yanaweza kutokea tena, bado liko tumaini katika Mungu ya kwamba hilo linalokutesa bado linaweza kuisha na kuondoka kwenye maisha yako. Mungu bado anaweza kufanya njia, ukavuka tena upya. Usikate tamaa na usivunjike moyo, moyo wako usishuke na kupoteza tumaini. Nataka nikutie moyo ya kwamba Mungu bado anaweza kufanya jambo katika hilo hilo ambalo madaktari wamekwa ambia haliwezekani katika hilo hilo deni ambalo limekutesa kwa muda mrefu, katika hapo hapo ulipo kazini kwako wanapokukataa, Mungu anaweza kuirejesha heshima. Maana wewe sio wa kwanza kukataliwa. Hata Daudi walimkataa ndugu zake, Eliyabu anasema wewe hufai kuwa hapa mfalme naye anamwambia wewe huwezi kupigana na huyu lakini, huyo ndiye aliyekuwa amebeba jawabu la Israeli. Nimekuja nikwambie yapo matumaini ya kwamba hata kama mambo yako hayako sawa, kwa jina la Yesu unaweza kunyanyuka tena, maana hata mti uliopoteza mizizi yake ardhini, ikawa imehangaika na wala haiko sawa, ni kama inaenda kunyauka, kwa harufu ya maji ayayaya, ile mizizi inashika ardhi na inachipua tena. Nataka nikwambie kwa maombi, Bwana anaweza kurejesha kila kilichoharibika kwenye maisha yako, kwa maombi na kwa jina la Yesu Bwana anaweza kutengeneza yale ambayo yamekwisha kuwa hayapo tena vizuri. Bwana anaweza kurejesha yale yaliyoibiwa. Ni imani katika Bwana ya kwamba anaweza kukutendea. Hebu funika macho yako nikuombee. Nataka niombe na mtu mmoja ambaye amepoteza tumaini. Baba anataka kutengeneza upya maisha yako. Inawezekana watu wamekukataa, uhakika nilio Nao, Mungu hawezi kukukataa. Watu wanaweza kukuacha, lakini uhakika nilionao Mungu hawezi kukuacha. Vitu vinaweza kuparanganyika na vikatoka kwenye maisha yako, lakini uhakika nilionao Mungu bado anakusudi na wewe na anaweza kuvirejesha. Anasema atarejesha miaka yako yote iliyoliwa na madumadu -madu, parare tunutu na nzige, ikarudi kwako na Mungu akairejesha, ukapokea yaliyo bora. Nataka niombe na wewe ambaye una imani ya kwamba Mungu anaweza kukutendea kwa sababu, hata kama umechoka sana bado anaweza kukurejesha razaro alikuwa siku nne kaburini alivyofika mwanaume alimnyanyua tena akatembea leo nataka nikwambie bwana anaweza kurejesha kitu kwenye maisha yako kama una imani weka mkono wako mmoja kifuani ninapokwenda kuomba bwana yesu ninakushukuru kwa sababu ya neno hili ambalo umelipitisha ndani ya kinywa changu kwa ajili ya watoto wako asante kwa ajili ya kila mmoja mmoja ambaye sikio lake limepata neema ya kulisikia neno lako ninachojua sio kwa bahati mbaya kuna kusudi na hilo kusudi lazima leo litatimizwa kwenye maisha yake. Ninamuona mama, ninamuona baba, ninamuona kaka, namuona dada ambaye moyo wake umeinama na amepoteza kabisa tumaini kwa sababu ya yale anayoyapitia. Hatutamlaumu wala kumlalamikia kwa sababu tunajua roho hii radhi, lakini mili ni dhaifu, na kwa sababu amepita kwa muda mrefu, anayo haki kama mwanadamu kulalamika na kunungunika, na inawezekana kabisa hayo manunguniko na malalamiko aliyoleta kwako yamesababisha wewe umuache. Yesu, ninaomba re rehema kwa ajili yake. Ni mwanadamu huyo mwenye mwili, mwili ulimshinda na akaishia kulalamika na kukata tamaa. Lakini Bwana, ninaomba ukamrehemu na kumtakasa umpe nafasi nyingine, ili Bwana, ninapomleta mbele zako awe na kibali cha kukubaliwa na wewe. Asante kwa rehema, asante kwa nafasi nyingine. Sasa ninamwinua mikononi mwako. Sijui anapita wapi, wewe unapajua. Sijui magumu yake ni yapi, wewe unayajua. Sijui amekata tamaa kiasi gani, lakini wewe unajua. Wewe ni Mungu ambaye unamtetea mtoto aliyepoteza tumaini, na umesema yako matumaini. Hata kama mti umekatwa na mizizi yake imechakaa udongoni, kwa harufu ya maji itachipuka tena, na utakuwa mti ambao utazaa matunda na matawi yake yatachanua. Baba, huyu unamuona mama, huyu unamuona kaka, huyu unamuona na dada, huyu unamuona. Tumaini limepotea kwa sababu ya magumu anayopitia, ziko changamoto zimekula maisha yake, na imani yake Bwana imepungua kabisa, amekuwa amekuwa akulalamika na kunung'unika kwa sababu ya magumu anayopitia. Waliokuwa karibu naye wote wamemkimbia, wale aliowategemea wamemuacha, naye anajiona amebaki peke yake, lakini Bwana umenituma nimwambie ya kwamba hayuko peke yake. Ndio maana ninakuomba Bwana, wewe uliye karibu naye, nyosha mkono, mtetee na kumpigania. Yale yanayomtesa yanaweza kuondolewa na wewe, maana ni wewe Mungu nayeweza kumtegemeza. Si wewe ulisema tukija kwako na kukukimbilia tuacha ili tupatwe na aibu. Nimemleta mama, nimemleta baba, nimemleta kaka, nimemleta dada mbele ya kiti chako cha enzi. Litazame tatizo analolipitia, tazama changamoto aliyo nayo. Inawezekana ni kwa habari ya maisha yake ya kawaida, inawezekana ni kwa habari ya mahusiano, inawezekana ni kwa habari ya kazi za mikono yake, nikiwa namaanisha kazi za ofisini, biashara, wengine ni kilimo, wengine ni uvuvi. Kila kazi inayompa kipato pengine imepitia changamoto na kipato kwake limekuwa ni tatizo. Lakini wengine, Bwana, ni roho za kukataliwa, wametengwa mbali, ni wadada warembo, hawapati waume, wanakwenda kutafuta kazi hawapati kazi, roho za kukataliwa zimewashika, hawaonekani wanafaa. Baba, wote hao wako mbele zako, ni wewe unayeweza kuwasaidia. Mimi ni chombo chako, ninaomba kwa ajili yao. Fungua milango iliyofungwa mbele yao, waondolee minyororo iliyowashika katika jina la Yesu. Kama lipogereza limekamata maisha ya mtoto wako yeyote saa hii Bwana ninayabomoa mageti yake akatoke, ya ili ile baraka uliyomwandikia ikamfuate, baraka ya afya njema, baraka ya kipato, baraka ya kibali, baraka ya kufika mahali anapotakiwa kufika, katika jina la Yesu imfuate. Kila kikwazo cha adui ninakibomoa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Aliye kitandani akiwa mgonjwa anyanyuke kwa mamlaka ya jina la Yesu, maana wewe ndiye utupaye uzima. Umesema mwenyewe kwenye maandiko ya kwamba kwa kupigwa kwa sisi tumepona na ukaniambia ya kwamba nikiomba lolote kwa jina lako utalifanya. Baba, ninakuita kwa ajili ya afya ya watoto wako. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, tengeneza uzima kuanzia kwene utosi mpaka kwenye wayo wa miguu. Watoto wako wapokee uzima. Aliyelala kitandani hawezi kukusifu, aliye mgonjwa hawezi kuimba. Ni yule aliye mzima na afya tele. Baba, ninaomba ukaachilie ili akakuimbie sifa na utukufu. Yesu, asante kwa sababu ninaona neema ya uzima inapita. Magonjwa ya kila aina yana waliolala vitandani wanainuka, walioko ICU wanapokea uzima na ha nafahamu zao kuwarejea upya kwa mamlaka ya jina la Yesu. Yesu, asante kwa sababu kuzimu inaachilia maisha ya watoto wako, kazi za mikono yao zinaachiliwa, biashara zinaachiliwa, roho ya madeni inaondoka kwa mamlaka ya jina la Yesu. Unafungua milango kwa jinsi uliyokusudia, maana ulimwambia Petro, nenda ukavue samaki mmoja, alafu ndani yake utakuta shekeli, uje ulipe kodi. Njia zako si njia zetu, wala mawazo yetu si mawazo yako, njia zako zinajitofautisha. Msaidie huyu aliye kwenye eneo la madeni kwa muda mrefu. Yesu, apokee neema ya kulipa madeni yako. Mahitaji mengine Bwana sintakumbuka kuyataja. Wako matasa, wakumbuke Bwana. Wako wengine ambao wamepoteza matumaini kwa sababu ya mambo mengine, Baba watendee kila mmoja mmoja, auone uweza wako kwenye maisha yake wakati huu. Bwana, fanya matengenezo kwenye maisha ya watoto wako. Ninalibariki jina lako kwa sababu utatenda, kwa sababu sababu umeniambia nikiomba lolote utatenda. Asante kwa sababu umetenda. Huu ndio ujasiri nao kwako ya kwamba nikiomba kitu chochote sawasawa na mapenzi yako unanisikia. Ninaamini Bwana umewatendea watoto wako. Ninaamini mikosi na laana zimeachana nao, yote yaliyotamkwa vibaya juu yao kwa habari ya laana kwenye madhabahu za kiganga na kichawi nimeyafuta kwa mamlaka ya jina la Yesu. damu za njiwa, damu za kuku, damu za ndege, damu za wanyama zilizomwagwa kwa ajili ya kufunga maisha ya watoto wako, ninalipa damu yako Yesu Kristo inayonena mema watoto wako watoke kwenye vifungo kwa mamlaka ya jina la Yesu, na ninatangaza uhuru kwa kila aliyekuwa mateka. Yesu, asante kwa sababu umefanya. Utukufu ni wako, wako heshima na adhama, na kurudishia wewe. Ninapungua, uinuliwe. Kwa mamlaka ya jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, nimeomba na kuamini amen. Mungu akubariki sana. Mtoto wa mungu uwe na imani ya kwamba bwana amekutendea. Uwe na imani ya kwamba Mungu amefanya zaidi ya vile tulivyoomba, maana mwenye haki anaishi kwa imani. Namba zetu ni alama ya kujumlisha mbili tano tano saba tano tatu nne tatu tisa tisa tano nne. Ninakupenda na kutakia baraka za Bwana. Majina yangu ni mtumishi wa Mungu Victor mwana wa Aaron. Mpaka wakati mwingine, shalom shalom.